Wapalestina 26 wameuawa na wengine mia hamsini kujeruhiwa kutokana na mashambulizi ya mizinga na risasi kutoka kwa jeshi la Israel idf karibu na kituo cha usambazaji wa misaada mjini Rafah, kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa madaktari wa wakazi wa eneo hilo. Mohammed Ghareeb, ambaye ni mwandishi wa habari kutoka huko Rafah, ameiambia BBC kuwa maelfu ya Wapalestina walikuwa wamekusanyika karibu na kituo cha misaada kilichoungwa mkono na Marekani wakati vifaru vya Israel vilipowasili na kuanza kufyatua risasi. Waandishi wa habari wa eneo hilo na wanaharakati wameona video za kusikitisha zikionyesha miili ya majeruhi ikisafirishwa kwa mikokoteni ya punda hadi hospitali ya uwanja wa Msalaba Mwekundu katika eneo la Al-Mawasi, baada ya timu za uokoaji kushindwa kufika katika eneo hilo. BBC imewasiliana na jeshi la ulinzi la Israel IDF kutaka maoni hayo kuhusu tukio hilo. Ghareeb amesema umati wa watu ulikuwa umekusanyika karibu na mzunguko wa barabara wa Al-Alam majira ya saa nne na nusu alfajiri, karibu na kituo cha msaada kinachoendeshwa na Gaza Humanitarian Foundation GHF, muda mfupi baada ya vifaru vya Israel kufika na kufyatua risasi. Nuku, wafu na majeruhi walibaki chini kwa muda mrefu, alisema Ghareeb, vikosi vya uokoaji vimeshindwa kuingia katika eneo hilo ambalo liko chini ya udhibiti wa Israel ili ililazimu wakazi kutumia mikokoteni ya punda kupeleka majeruhi hospitalini, mwisho wa nukuu. Hospitali ya uwanja wa Msalaba Mwekundu imesema kuwa watu ishirini na sita wameuawa na wengine mia hamsini kujeruhiwa. Juhudi za uokoaji zinaendelea na kusafirisha majeruhi hao hadi hospitali ya Nasser huko Khan Younis kwa matibabu zaidi, daktari mmoja ameongeza. Msemaji wa Ulinzi wa Raia, Mahmud Bassal, ameliambia Shirika la Habari AFP kuwa watu zaidi ya mia moja walijeruhiwa kutokana na risasi kutoka kwa magari ya kijeshi ya Israel kuelekea kwa maelfu ya raia. Tukio hili linaonyesha hali mbaya zaidi ya kibinadamu mjini Rafa, ambapo operesheni za kijeshi za Israel zimepungua sana na upatikanaji wa misaada na huduma za kidharura. Jumamosi, umati wa raia walivamia malori ya misaada Gaza, kwa mujibu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP, huku njaa na kukata tamaa vikisababisha hali ya taharuki. Gaza Humanitarian Foundation ni shirika jipya linaloungwa mkono na Marekani na Israel ambalo limekuwa likisambaza chakula kwenye maeneo maalum ya Gaza. Israel ilianzisha mpango huo baada ya kuituhumu Hamas kwa kuiba msaada, tuhuma ambazo Hamas imekanusha. GHF imesema kuwa imesambaza milioni mbili za kilo wiki hii, madai ambayo BBC haijaweza kuyathibitisha kwa uhuru. Mpango wa msaada wa Marekani na Israel kwa Gaza wavutia ukosoaji mkubwa, huku hali ikizidi kuwa mbaya. Hili linatokea wakati ambapo Marekani ikijaribu kupatanisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas. Hamas imesema iko tayari kuachilia mateka kumi wa Israel walio hai na miili ya mateka 18 waliokufa kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina. Hata hivyo kundi hilo limesisitiza madai yake ya kuwa na usitishwaji wa vita vya kudumu, kuondoa kabisa kwa majeshi ya Israel Gaza na kuhakikisha kuwa misaada ya kibinadamu inaendelea kuingia bila vizingiti. Hakuna kati ya hayo yaliyomo katika mpango wa sasa wa Marekani. Hamas imesema imewasilisha majibu yake kwa rasimu ya mapendekezo yaliyotolewa na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump kwa mashariki ya Kati. Witkoff alisema pendekezo la Hamas halikubaliki na linarudisha nyuma. Mpango wa Marekani ndiyo njia pekee ya kufanikisha usitishaji wa mapigano kwa siku 60 katika siku zijazo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali zinazoendelea kuhusu mzozo huu uliopo kati ya Israel na Hamas.